Hey mambo vipi? Mtazamaji wa channel yetu leo niko na mshikaji wangu mmoja hivi ambaye ni msanii, anaimba, ana rap. Nice. Kwa hiyo sasa nataka nikapiga naye stori mbili. Kosa, niombe mtufuatilie kwa kipindi chetu mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo sasa mshikaji kama unaweza kumuona yeye anaimba, ana rap. Yeah, una e, rap, si ndiyo? Yeah, anafanya hip hop eh, oh, na rap. Kwa hiyo sasa kama bado hujasubscribe channel yetu jaribu kusubscribe ili wa kwanza kupata video ambazo tutakuwa tunayoupload. Eh, yeye mwenyewe atajitambulisha kwa majina yake, anaitwa nani? Yeah. Eh? Alafu, baadaye tutajua namna gani eh, ya cha kufanya; tutajua cha kufanya. Kwa majina unaitwa nani? Ah uh, nickname naitwa Flammable MC. Yeah, naitwa Flammable MC that is the big rappers, nafanya hip hop so naomba sana mnisupport support, aisee. Why Flammable MC lakini sio jina lingine. A uh, Flammable MC because yani punching zangu yani, unajua kila kitu kinakuwa kina sababu mm. of course, punching zangu ni nzito mm, yani kitema punch oga na tema kweli punch, ndio maana naitwa Flammable MC. A uh, in short Flammable ni kitu ambacho cha kulipuka fulani mm, yani kama mlipuko fulani hivi, ndio punching zangu mimi, naamini ni mlipuko so naitwa Flammable. A uh, wewe vipi kuhusu elimu yako? Uh, elimu yangu, so nimesoma mpaka form 4. Uh, nikaenda form 5, lakini sikufanikiwa kumaliza shule. Of course baada ya ada kidogo ilizingua, mm. nikaamua niachane kidogo na shule. Okay, yeah, okay, of course okay. Nipo mtaani nazidi kupambana na jina la Flammable MC. Kuna mtu tu alikutunga au uliitunga mwenyewe? Ilitokana yani, tokana vipi yani, jina la Flammable MC? Uh, kutokana na jinsi nilivyokuwa ni rap, marafiki zangu walikuwa wakisema, ndugu yangu wewe una rap, lakini katika ku rap kwako kwa kwa kwa, yani unatoa milipuko kwa milipuko yani, unatoa punch yenye milipuko. Kwa hiyo nikaamua kujita Flammable, inamaanisha Flammable ni kama mlipuko yani, Flammable MC hivyo, yes. Mtazamaji wa chaneli yetu, kama mnavyoweza kama mlivyomsikia maji hapa, anakuambia Flamabo ni kitu ambacho kinalipuka, si ndio? Yeah. kwa hiyo sasa, tusiongee sana, ili tuweze kuona yaliomo yamo. Yeah. Siyo, anaongea yaliomo yamo. Okay. Kwa hiyo sasa, unaweza ukawapa kidogo watazamaji waweze kupata kitu yani, ili waweze kuamini kweli, huyu ni Flamabo au sio Flamabo MC. Yeah, okay. Una yeah, rapu au sio au unaimba Yeah, uko, mi nafanya hip hop na rap mm. Yeah, nafanya hip hop lili hip hop mm. Yeah. Bongo Flava au unafanya uh, no, unafanya hip hop lili hip hop ndo nafanya mimi. Okay, twende basi kazi, au mpaka tukweke beat? No, mi naimba hata freestyle tu. Piga freestyle basi. Okay, tushapitiaga pace nyingi

kwenye trending lakini bado utachekwa, life is change kwenye pending, lakini mimi sense select nye milima na mabonde, hiyo ndo nzuri safari it means, itakufanya ukaze ufike mbali, itakujenga namna ukipata kitu ukitunza, ukitaka pokea wa kwanza kuona ubest na kijumbe kumpa moyo mwenye hitaji wa figo, so kumsaidia nafsi ni kama pigo, kumpa bubu atamke matamshi na hiyo ndo sababu kubwa ya vilio, kipindi utapoamshwa utakuwa tena uam Yeah, yeah. Nakubali, nakubali. Sio <laughs> okay. Sio siri. Yeah. Mdogo anajua, anajua kulapu. Yani anajua hip hop wenyewe. Yeah. Unajua siku hizi bongo hapa e, zamani bwana kulikuwa tulishawazoea kina Fid Q. Yeah. E, yeah. Lakini sasa hivi madogo kama nyinyi mnakuja kwenye muziki huu wa hip hop, yeah. Kidogo e, inatia ina, ina, ina, ina motisha. Yeah, equal. Kwa nini, yani ni kitu gani ambacho kimekusukuma wewe mpaka unafanya hip hop? Ah, kitu kinachonisukuma mimi kufanya hip hop kitu cha kwanza ni life yangu jinsi ilivyokuwa nikiishi mm. So hip hop siku zote waga ni shule mbayo inakuwaga, yani inafundisha watu ambao mm. kidogo yani, wana asili ya ignorance Ig, nikisema ignorance inamaanisha, yes, yes, wajinga mm. ni wale ambao wanajua vitu ila kuvifumbua ndio inakuwa mtihani, yeah. So mtiani. yeah, of course mimi nimeishi katika maisha ambayo kidogo bad life, so of course mm. napenda sana kufanya hip hop kwa sababu hip hop ipo kwenye damu cha kwanza mm. lakini kitu kingine, hip hop ni maisha yangu. Ha, yeah, yeah, of course, napenda hivyo. hmm. Hmm. Okay. Na, ulisha kwenda studio? Ah, okay, yeah, studio nimeshawahi kwenda studio nikafanya kazi moja hmm. Kazi yangu moja inaitwa Why You Coming My Life. Yeah, of course kazi ipo hmm. Nimepandisha YouTube, fika hapo hmm. Katika ukurasa wangu wa YouTube andika Flamabo MC, kazi hiyo utakuja kuipata katika ubora uliokuwa umetulia. Yes. So naomba sana support ndugu zangu, mnisupport. Mimi ni mwanenu, mimi ni mdogo wenu, naomba support yenu. Kwa nini unasema why you coming my? Ilikuwa na maana gani ku uh, Yeah, thank you na nilisema why you coming my life because ya yeah, kutokana na jinsi nilivyokuwa nikiishi, kunajua kuna watu kuna tunakutana nao katika maisha, wanatufanya hmm. tujute. Yaani una, una, una kwa nini umekuja kwenye maisha yangu? Unajua kuna mtu yule unakutana naye kwenye maisha, unajiuliza una kwa nini nimekutana na wewe? Hmm. Yaani anakufanya ujute, umepitia mapenzi, umepitia maumivu, umepitia magumu ndio maana amekufanya ujute hadi unajiuliza kwa nini umekuja kwenye maisha yangu. yeah, okay. yeah, ni, yeah, of course. Upo kwenye mahusiano ya hivyo? uh, mimi hapa no, sipo kwenye mahusiano. kwa nini? Asipo kwenye mahusiano kwa sababu kitu cha kwanza life, mm, maisha yangu right, ya yeah, course, maisha yangu sasa hivi bado hajawa vizuri kwa sababu siamini kuwa mapenzi ni pesa, ila asilimia kubwa sasa hivi kila unayemfuata mm. anahitaji umpe chochote kitu, yani mapenzi ni kama biashara na of course mi maisha yangu bado mm. hayajawa katika msimamo ambao ulionyooka hivyo mm. kwa hiyo ukipata pesa ndo utakuwa kwa mahusiano? mm. yeah, no, no nikipata pesa yaani mm. endapo Mungu akinijalia mm. nikawa na hali nzuri nikawa na furaha nikawa na pesa pia mm. nazungumzia hali nzima kwa ujumla katika maisha of course mm. nitakuwa na mahusiano katika maisha yako ni kitu gani ambacho unakiogopa sana? Aa, katika maisha yangu kitu cha kwanza mimi hmm. naogopa sana kuzurumu, naogopa sana kuiba hmm. yaani, na okay. ni vitu ambavyo naviogopa, naogopa sana dharau, hivyo ni vitu ambavyo naviogopa sana hivyo, my brother, waombe support watazamaji pale wako ili waweze kukusupport uh, so Naomba sana support ndugu zangu, naitwa Flammable MC of course. ni kijana mdogo sana sina management, ni mtu ambaye anajipambania, so naombeni sana mni support, ingia hapo kwenye ukurasa wangu wa YouTube, andika Flammable MC. Of course kazi zangu utazipata, asanteni, asante sana, nawapenda sana. Mtazamaji wa channel yetu, kama mliweza kumsikia kijana wetu, anaitwa Flammable MC, kwa hiyo nilikuwa naomba mweze kumpa support ili aweze kufika mbali kiukweli. Kiukweli kijana anajua Eh, chana chanamanaya msho wa kusikia. Naanza kuflow mdogo, mdogo. Na chana tu mistari wala seleti mizozo unajua jinsi gani na voganda kakisogo kwenye vesi kikweli, miso mistari sinaga eji napambania, nimepoa, sina hata baby, nimepoa life saji, lengo langu tu nataka nkuze chango kipaji. So, swali langu la mwisho kabla hatujafunga yeah. kipindi yeah. Mbali na mziki yeah. ni kipaji gani kingine ambacho unacho? Uh, mbali na mziki mimi nafanya maigizo, naigiza yani, maigizo yeah, naigiza so nafanya na, naigiza na niki mm. nani, na tuchukulia ni zade artist mm. yani ni okay, mm. ya mm. mimi msanii ya yeah, of mm. course ne, unaigiza, movie movie yeah, nacheza movie na hangaika, so Mm. mbali naibu, so, na hivyo so napambana sana lakini pia ni mfanyabiashara yeah, na yeah, nafanya biashara pia ndogo ndogo. Yaani, okay. Ni mtu ambaye kidogo anafanya biashara anajichanganya hapa na pale. okay. Yeah, wa, mtazamaji wa chaneli yetu, kama mmeweza kumsikia kijana wetu anaitwa Flammable MC ameweza yeah. kujitambulisha kabisa. Nadhani mtakuwa mmefurahi uh, mmefurahi jinsi alivyochana hapo eh. Sidhani kama kuna mtu ambaye anapingamizi na yeye. yeah. O sasa atataja namba zake za simu hapo kama utakuwa ni mtu ambaye umewiwa, yani umeona kabisa kijana na kipaji, unaweza ukamtafuta mkaweza kufanya kazi kuvipi. Kama ikatokea msanii yoyote yule akasema anataka kufanya kazi na wewe, utakuwa uko tayari? Ah, kwangu mimi nipo, nipo tayari kufanya kazi mda wote, kwa sababu mi naamini kazi, nimeumbiwa kufanya kazi, nitafanya kazi, lakini aje katika lil Into. information naji katika taarifa zilizokuwa za kweli, asiwe tapeli, atufanya kazi na mimi niko tayari, niko tayari kufanya kazi. taja namba zako za simu. Uh, zangu za simu ni ziro sita themanini e tisini na tano ishirini na nne, mwisho kabisa ni ziro tatu. Tutarudia <rim> tena, ziro sita themanini tisini na tano ishirini na nne ziro tatu ziro tatu. MC nawapenda sana. Kwa hiyo mtazamaji wa chaneli yetu, kama umeweza kumsikia Flammable MC, nilikuwa naye kwenye kipindi chetu hiki kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asanteni, naomba tukutane wakati mwingine tena. Kwa herini.